Baraza la Taifa la Elimu ya Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Stadi, yani Nactvet liliratibu udahili wa wanafunzi kwa ngazi ya astashahada na astashahada kwa mwaka wa masomo 2025 2026 kuanzia tarehe 20, 28 Mei 2025 na zoezi la udahili lilikamilika tarehe 28 Oktoba 2025. Kwa hiyo jambo la kwanza la kuzungumzia ni kuhusu udahili wa wanafunzi wa kozi za afya na sayansi shirikishi. Maombi kwa kozi za afya na sayansi shirikishi kwa Tanzania Bara yalifanyika kupitia mfumo wa udahili wa pamoja, yani tunaoita CAS, Central Admission System, na kwa upande wa Zanzibar maombi yalifanyika moja kwa moja vioni. Hizi ni kama nilivyosema ni kozi za afya na sayansi shirikishi tulikuwa na jumla ya waombaji 49148 ambao walituma maombi ya kujiunga na vyuo katika programu mbalimbali. Kati ya hao waombaji 39553 sawa na, na asilimia 80 ya waombaji wote walichaguliwa, ambapo kati yao wanawake ni As, ni 20131 sawa na asilimia 51 na wanaume ni 19422 sawa na asilimia 49. Jambo la pili ni uhakiki wa udahili wa waombaji wa kozi zisizo na afya. Waombaji hawa wanaomba moja kwa moja kwenye vyuo husika. Kwa hiyo maombi kwa kozi zisizo za afya yalitumwa moja kwa moja vyuoni na kisha vyuo kuwasilisha majina ya wanafunzi waliochaguliwa kwetu baraza, yani Nactvet, kwa ajili ya kufanyiwa uhakiki ikiwemo sifa za waliochaguliwa. Jumla ya wanafunzi laki moja na nane na mia moja na tisa walichaguliwa na vyuo waliwasilishwa na Nactvet wa uhakiki wa sifa zao ambao kati yao laki moja na sita na ishirini na mbili sawa na asilimia tisini na nane ya waliowasilishwa walikuwa na sifa za kujiunga na kozi au program walizoomba. Kwa hiyo utaona hapo ni kama asilimia mbili waliwasilishwa lakini wakiwa hawana sifa, kwa hiyo Jambo la tatu ni changamoto zilizojitokeza. Ya kwanza ni hiyo, baadhi ya uh, vyuo kuchagua waombaji wasio na sifa stahiki kama tulivyoona au asilimia mbili hapo, lakini hii hi, uh, ni kwa baadhi ya vyuo uh, visivyotumia mfumo wa udahili wa pamoja, yani ile central admission system, kwa sababu wanadahili wenyewe. Lakini changamoto ya pili vyuo kuwasilisha maombi ya udahili kwa niaba ya waombaji bila ridhaa yao au kutumia namba za simu ambazo si za waombaji husika kwenye hilo zoezi. Sasa hatua zilizochukuliwa na baraza, kwanza baraza limetoa fursa ya marekebisho kwa waombaji kuomba pro programu wanazokidhi sifa stahiki yaani, wale ambao waliwasilishwa wakiwa hawana sifa kutoka kwenye vyuo husika. Sasa baraza linatoa fursa kwa wao kuchagua programu ambazo wana sifa nazo. Fursa hii itaendelea mpaka tarehe thelathini mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini na tano.